Mambo vipi, mtazamaji wa Stein Tv, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Sports Angle. Ehe, na leo sifu mwenyewe nipo na mwenzangu Magesa hapa, lakini pia tuna ugeni. Tuko na kocha wa timu ya Kashai atajitambulisha, alafu tuendelee na kipindi chetu. Karibu sana kocha. yeah, asante sana mi, kwa majina naitwa Abdalla Kibanda Deo. Ni mwalimu wa timu ya mpira wa miguu Kashai lakini pia ni mdau wa mpira mm -hmm. na mchambuzi pia asante. Yeah. Uh, tunafahamu tarehe 25 Machi 25 kutakuwa kuna mechi kati ya timu yetu ya taifa, Taifa Stars na timu ya taifa nchini huko Morocco, na kuamkia usiku, I uh, mean kuamkia asubuhi ya leo timu yetu ya taifa ilikuwa inasafiri kuelekea huko uh, na inaenda kucheza na timu ya taifa ya Morocco kuwania nafasi ya kucheza fainali ya kombe la dunia. Kwa mtazamo wako, unaona wapi nafasi ya timu yetu ya taifa ya? Kwa mtazamo wangu mimi si, si mchezo mwepesi, ndio japokuwa tumefanya maandalizi ya kutosha, mm -hmm. na ile ni timu ya taifa kwanza Ndi. kabisa watu wafahamu, mm -hmm. si timu binafsi ya mtu kama zilivyo vilabu vingine, mm -hmm. ile ni timu ya taifa, maana yake ni ya Watanzania wote, ni timu mm -hmm. ya nchi yetu taifa mm -hmm. letu Tanzania mm -hmm. ya tume. naamini walimu wamechagua kila kilicho bora kwa wakati huu Ndi. kwa kuelekea mchezo huu ni mm -hmm. mchezo mgumu sana mm -hmm. si mchezo mwepesi hata dakika moja, lakini mpira unakuwa na matokeo ya aina yake ni mm. tofauti na mitazamo ya watu wengi tunavyofikiri kuwa kwa, kwa sababu ni mechi ngumu yeah. tunaweza tukashindwa kupata matokeo ya pointi tatu ama alama moja mm. Eh, lakini pilani yoyote aliyejiandaa naweza ku, ku, ku, kupata matokeo mazuri mm. japokuwa kama nilivyosema hapo awali sio jambo jepesi. Morocco ni taifa kubwa kubwa kubwa kwenye mpira wa Afrika, ni giant mm. kabisa Morocco mm. ndo timu namba moja barani Afrika mpaka sasa. <tipi> walio wengi mwati yeah. mwati wa wachambuzi wa mpira na na mashabiki pia wa timu ya taifa wanasema kwamba kuna watu wameachwa, yeah. kwenye timu ya taifa wana performance nzuri, kuja kuangalia kwenye ligi kuu yeah. Kama kumwangalia mchezaji kama Ofeni Chikora wa Tabora United. Ndio hivi yeah. kuu mm. walikuwa na suggest kwamba angeitwa labda angetoa mchango fulani kwenye timu ya taifa, lakini pia hata goalkeeper wa wa Pamba Jiji yeah. naye angalau ana saves nzuri kimwangalia, lakini na goalkeeper wa, wa Simba hapa namzungumzia Aishi Manula ana uzoefu kwenye timu ya taifa, wangeitwa labda wangepata na wenyewe nafasi ya kushiriki kwenye timu ya taifa, labda mchango wao ungekuwepo, ungekuwa mkubwa ya yeah, mchango wao ungekuwepo, wangekuwepo, mchango wao pia ungekuwepo. Lakini kama nilivyosema hapo awali, walimu wamejaribu kuchukua kila kilicho bora kwa wakati huu mm. Timu ya taifa ni timu inayotegemeana performance ya mtu kwa wakati ndiyo. uliopo Hmm. Kwa kwa, kwa mara hii mfano golikipa kama Aishi Manula hmm. Hata ningekuwa mimi siwezi kwenda kumpa kipaumbele kwenye timu ya taifa wakati hapati game time ya kutosha pale kwenye klabu yake ya Simba Sports. Kwa hiyo inaonekana wazi kabisa walioitwa wanastahili kuwepo pale na kuipambania nchi. Sisi tuwaombee <coughs> labda wataweza kutuwakilisha vizuri huko Morocco. Yeah, yeah. Turudi nyuma kocha, ya tarehe nane March 25 kulikuwa kuna dabi ya kali ya koo, lakini cha kusikitisha iliairishwa kwa sababu zilizojitokeza ehe, hapo nyuma na kumekuwa na yani, kulikuwa kuna mambo mengi baada ya hiyo dabi kuairishwa, yeah, lakini yeah, bodi ya ligi ilitangaza kuwa dabi itakuwepo. Na kati ya Yanga na Simba, na Simba. Mm. Lakini Yanga wanaonekana kutoridhishwa na hayo maamuzi, wao wanadai pointi tatu mezani na wana, wanadai pia hataki kucheza mechi nyingine ya dabi uh, kwa kwa hayo mambo yote yaliyotokea hapo nyuma, unaona wapi mpira wa Tanzania ya kwanza unapanda ni... au unashuka kwanza? Binafsi niseme mpaka hapa tulipo, mm. mpira wetu umekua mm. umekua si kwa mm, daraja lile la juu kabisa, lakini walau tupo kati hapa mm. Kwa hiyo tunakuwa tunapiga hatua nzuri, tunaendelea vizuri mm. Lakini hili si jambo la kufumbia macho au kulizungumza kawaida mm. Mm. Hili jambo kwanza ni, ni kubwa mm. kwa nchi yetu ni jambo zito ndiyo. mm limetokea kwa timu ambazo zinapaswa kuwa mfano wa mpira wetu mm. katika mm. nchi hii yeah. Na unaona tumeongelea hapa timu ya taifa nyuma hapa kidogo mm. Eh, mada iliyopita tulikuwa naongelea timu ya taifa tunajaribu mm. kuangalia hapa watu ambao wamesheheni kwenye ile timu ya taifa mm. ni watu ambao wanatokana na klabu zetu hizi mbili mm. na si kwa bahati mbaya, ni watu ambao wanaonyesha performance zao nzuri mm. na inatuonyesha kuwa kule kupitia Simba na Yanga kule ndipo watu wanapopata uzoefu wa kukusanya hata leo hii kwenye timu ya taifa alama hizi unazoona tuko nazo tume qualify. Sasa hivi tunapambana ku qualify World Cup, kwa hiyo hmm. hmm. ni, ni jambo ambalo unaona si la kufumbia macho hmm. U, zile timu ndo, ndo timu mama ndo timu baba nchi, kwa hiyo zimebeba taswira ya mpira wa nchi hii hmm. ili jambo limetokea tusilione kawaida hmm. Hmm. mimi nachelea kulizungumza nikaonekana na upande fulani, kwa sababu ni asili. Yani tuna DNA ya hizi timu wa Tanzania wote, tusijifiche kwenye kivuli kwamba mimi Mbeya City, mimi Kagera asili yetu sisi Watanzania, ukweli ni kwamba tuna Simba na Yanga. <laughs> iwe mimi iwe wewe wawe yule iwe ni kule, mpira. Yeah. E, ni kule unapoongozwa mpira nchi hii ni Simba na Yanga na ndio maana unaona zikisafiri hazina ugeni kitoka Dar es Salaam yeah. Ikaja mkoa wa Kagera unakuta imejaza watu I iwe Simba iwe Yanga ikienda Mwanza Mbeya na kwingineko yeah. Unaona kabisa wazi mpira wetu ni wa Watanzania wa, wa mm, wamegemea hizi pande mbili ya Simba bing, na Yanga na yes. Ndo watu wanaochagiza ligi yetu kuwa bora kama tunavyosema, sababu hata huu bora tunaopata Afrika utokani na, na, na, na, na, na, na, na Mbeya City na Mtibwa hmm, Shuga hmm, hmm. Japokuwa Mtibwa Shuga Mbeya na timu nyinginezo zote hizi Kagera Shuga na wengineo wanachagiza <sonu> timu zetu kwenda ku, kuwa bora kule nje mm, mm. Lakini watu wanaotubeba mara nyingi unaona ni Simba na Yanga utaona wanaishia kota final mm ni klabu bingwa Afrika shirikisho watu wanapiga hatua unaona. mm -hmm. Kwa hiyo tumekuwa washindani, lakini ushindani wetu unatokana na Simba na Yanga. mm -hmm. Japokuwa tunawapongeza pia wanaoshindana nao hao watu kumi na nne kati ya kumi na sita kwenye ligi. mm -hmm. Simba na Yanga tunaona pale mbele. mm -hmm. Kwa hiyo jambo hili naliongea nisionekane niko Simba Mkukusimba niko Yanga wiyanga. Hili jambo si jambo la kuchukulia kawaida, kwa sababu mpira unaongozwa na vitu viwili tu mpira. Mm, mm. Unaongozwa na sheria mpira unaongozwa na kanuni asante. Si vinginevyo. haya mambo ya busara itawale busara iwe hivi mambo ya busara mpirani hakuna. Mm. busara inaweza ikatumika eneo la kuchezea, mm -hmm. tunaita fair play yeah, pale yeah. Ndio inapatikana busara naweza nikaona kwa mwenzangu huyu alivyokuja ntakapokutana mm -hmm. naye tukiwania mpira uenda nikaumia mimi au akaumia yeye. Umeona pale, naweza nikatumia busara. Ndio busara inapopatikana mpirani, lakini kwenye maamuzi mengine yote yanatumia sheria na kanuni mlizojiwekea. mm -hmm. Ili jambo mimi nikijaribu kuangalia kanuni, mm -hmm. Ligi yetu inaongozwa na kanuni pia. Ndiyo. Kanuni zinasema wazi kama leo mgeni kesho kuna mechi. Ndiyo. Siku ya leo mgeni atatreini siku moja kabla ya mchezo, ya mchezo kwa muda wa mchezo atakuja kutreini. Ndiyo. Na kuna taratibu kuna, kuna, kuna, kuna, kuna zinafuatwa. Ndiyo. Lazima umpe taarifa mwenyeji wako. Ndiyo. Lazima uende ukatoe taarifa kwenye mamlaka za viwanja, kama vile kuna timu zinamiliki viwanja kama Azam. Azam unatoa taarifa kwake kwamba anakuja kutrain, lakini pia kwa sababu yeye ndio mwenye uwanja, uwanja una meneja, atakuja meneja pale, utatoa taarifa kwa meneja, utatoa taarifa kwa match com, ambaye ni match commissioner, ajue kwamba huyu mtu leo ni mgeni wa fulani na atakuwa hapo akifanya mazoezi ili wakuandalie taratibu zote za kiusalama mm -hmm. Eh, si vinginevyo, huwezi kutoka huko unarudi una, unafika tu unafanya mazoezi hata kama ni haki yako. Hilo liko wazi, hilo liko wazi. Huwezi kutoka huko unafika tu unafanya mazoezi. Kwa sababu wewe unatakiwa kufanya mazoezi pale una, unatakiwa utoe taarifa kwa hawa watu wote mm. ili mm. wawe na wewe na. karibu na kukupa zile huduma zote unazopaswa kupata siku hiyo ya kutrain mm. usipotoa taarifa, likitokea jambo litaleta uvunjifu wa amani, lakini sikuona kama kuna haja ya kuailisha ule mchezo kwa sababu wamekwenda kutrain Simba, mm -hmm, imetokea vurugu mm -hmm, kanuni. Tunarudi pale pale kanuni tulizopanga, kanuni hazipangwi na mtu mmoja. Kanuni ni utaratibu ambao unatengenezwa na vilabu vyote vinavyoshiriki mm -hmm, ligi kuu na hata ligi zingine, wana kanuni zao za kuendesha mashindano mm -hmm. Kwa hiyo ni, ni, ni jambo ambalo walikubaliana kabla ya msimu bwana, jambo hili jambo utaratibu ndio utatuendesha. Utaratibu huo ulipaswa kuendesha kuwaendesha kama walivyokubaliana pale, hao hawajaanza ligi leo hii. Ilikuwa ni jambo rahisi hiyo hmm. siku ya tarehe nane <clears throat> kuamua haya maamuzi ilikuwa ni jambo rahisi sana, pasipo ku, ku, ku, ku, kupepesa macho hmm. Simba kanyimwa eneo la kufanya mazoezi hmm. faini imeandikwa pale, mtu atalipa faini na mechi itachezwa kwa muda ule ule uliopangwa mm. Walipaswa kucheza mchezo mm. Lakini ili jambo watu wengi tumejikita tu eneo la kucheza, lakini hili jambo pia limekwenda kuathiri eneo kubwa la kiuchumi ya mm. Tuna, tunamalizia hapa yeah. Uh, tunajua kabisa mpira wetu wa Tanzania unaongozwa na bodi ya ligi mm. Uh, kwa adabi, lakini, na wao wamesema ili sakata la kuaisha kwa dabi watalishughulikia, lakini ikishindikana wataihusisha serikali. Je, hii ni sahihi? Mimi niseme kama nilivyosema mwanzoni, mpira mm. ni sheria na na kanuni mm. Kanuni sio sio kanuni mm. Sheria mara nyingi huwa hazibadiliki badiliki mm. Kanuni zinabadilika muda wote kutokana na nyinyi mnavyokuwa mmejipangia mm. Si kanuni inabadilika tu kwa watu wawili mm. Kanuni inatengenezwa na zile timu zote mm zinazocheza ligi. Ndiyo. Lakini hata mkihitaji mabadiliko pia mnabadilisha nyinyi wenyewe, mm. Mtakaa mtazijadili bwana, hapa kuna mapungufu hapa, mm. Kuna ili limekamilika, mm. Tuende nalo. Ile yenye mapungufu tulirekebishe, tunafanyaje? mnakubaliana mnabadili kwa pamoja si, si jambo la mzee Mguto peke yake kama mwenyekiti wa bodi ya ligi sio jambo la rais Wallace Karia. Na hii hii hii bodi ya ligi ni, ni chombo huru, kinapaswa kufanya maamuzi yake, kiko chini ya TFF lakini kinaendesha ligi kikiwa huru, ndio. Na hata hapa kati tumesikia Karia ameingia, mimi naweza nikasema amekwenda na watu na maneno yale ya mitandaoni, huenda kajibishana na watu bila mm. kujua mm. ni watu wa aina gani anaongea nao mm. mi naona ni kama anaingia tu kwenye mtego. Yeye alipaswa kuwa pembeni mm. na ili jambo mm. Ki, wavutane wavutane mm. baadaye anatoka yeye kama baba. Tusitegemee kila siku tunakimbia kwa mama, tuamue mama, tuamue mm -hmm. mpira upo hivyo ndiyo mama ana play part yake. Mama ana deal na watanzania wote mm. lakini TFF ina deal na watu wa mpira. Kwa hiyo rais wa TFF yupo mm. simwongeze mama majukumu, tukaanza tena eh, kutafuta hizo nini, busara tunazosema zitumike mm. asante sana basi yeah. Bodi ya ligi wajitafakari na wafanye maamuzi yaliyo sahihi mm. Asante sana kocha yeah, uchambuzi yeah. wako mzuri, nakukaribisha tena kama ikitokea Eh, kuna hoja ya kujadiliana. Sisi na wewe, mtazamaji wa Stein TV, tumehitimisha kipindi chetu cha Sports Angle. Tukutane wakati mwingine.